Ke, ya kututoa hapa tulipo kupiga hatua kwa haraka zaidi, na niwahakikishie, hakuna kinachoshindikana. Hakuna kinachoshindikana, ni sisi wenyewe huwa tuna, tunafanya vitu vya kutupelekea kushinda, lakini hakuna kinachoshindikana kwa umoja wetu tunaweza, na mimi siku zote nimekuwa nikisema tangu nimeingia Kondoa kwa mwanamke

sipeindi kukifanya. Kwa hiyo uje ukijua kabisa kwamba unaweza kufanikiwa kwa maana ya matamanio yako, lakini unaweza usifanikiwe kwa maana ya uhalisia, kwa jambo likusika, na tujenge utamaduni wa kukubaliana, kuridhika na kukubali uhalisia, ndio no jambo kubwa tunafeli mahali kweni kwa sababu hatutaki kukubali na kushuhudia watu wengi wanajenga kwenye mabonde, si ndiyo? mvua zikinyesha, lakini anakataa kujenga kwenye mabonde kwa sababu tu hataki kukubaliana na uhalisia kwamba hapa hapa kufai kwa. Ni hiyo tabia itakusaidia sana wana kubadilisha Tanzania yetu katika maeneo mbalimbali, specifically Kondoa, kwa namna ambavyo tumeweza kupata fedha nyingi ndani ya kipindi kidogo cha uongozi wake, lakini kwa namna ambavyo tumeweza kupata

Mheshimiwa Rais ameleta milioni mia tano na nusu za kuanzia kujenga chuo pale Kingale iko basi, tunaijenga Kondoa, tunataka nini?